Ni shamrashamra hizo za maadhimisho ya Samia Day hapa katika halmashauri ya wilaya ya Kondoa jijini Dodoma. Maadhimisho haya yakiwa ni makhususi yakilenga kuangazia mafanikio ya serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wake. Maadhimisho haya yamefanyika katika kata mbalimbali mbali hapa katika wilaya ya Kondoa, huku kwa furaha kubwa wananchi wakieleza namna ambavyo wamenufaika na mafanikio yaliyopatikana kupitia miradi mbalimbali mbali ya maendeleo, huduma za kijamii, na uwekezaji wa miundombinu ya elimu, afya, maji na uchumi. Kwa majina anaitwa Sofia Nasoro Hasani. tulikuwa tunafuata maji kutoka mbali yani tunatoka labda kilometa mbili, si tulikuwa tunatoka kwa Yendu kuja mpaka Masange kufuata maji, lakini sasa hivi uongozi wa Mama Samia ametuletea maji mpaka nyumbani pale, na visima ametuchimbia. Sasa pale kwa Yendu tuna visima viwili e, tuna kisima cha kijiji na alichochimba Mama Samia. Yaani alichochimba mama Samia, hatukuchangia kitu chochote, ila tumechimbiwa maji, na sasa hivi tayari wengine wameshavuta maji na tunaishi kwa amani sasa hivi. Na zamani ilikuwa kupata labda mafanikio kwenye mashamba tulikuwa hatupati kwa sababu tulikuwa tunafata maji umbali mrefu, mpaka ukirudi kutoka kuchota maji ni muda mrefu unakuwa muda mrefu, mpaka na shambani kwa tunachelewa kufika. Lakini sasa hivi tunamshukuru mama Samia. Aitwa Mohamed Shabani Mohamed Maneno, nimezaliwa niatoka kijiji cha Masange, kata ya Masange e... Kwa kweli katika utawala wa awamu ya sita, tumenufaika kwa mambo mengi. Ukija kwa sekta ya elimu, tumejengewa madarasa matano ofisi tatu pamoja na matundu sita ya vyoo, na ni madarasa ya kisasa kabisa tofauti ukiangalia na madarasa ya nyuma ambayo tulikuwa nayo katika awamu zilizopita. Lakini pia kwa sekta ya afya nako tumenufaika kwa kiasi fulani. Katika kata yetu vimekuja e, vifaa tiba vya kutosha, lakini madaktari wameongezeka, huduma ni nzuri kwa kweli utawala huo, sisi tunamwambia Mwenyezi Mungu, mama Samia, mama ni mama, mama ana huruma yake. Sisi shule yetu, hata ukienda kuiona ilivyokuwa mwanzo ni tofauti na sasa hivi. Sasa hivi ukienda shule ukiangalia, mpaka mwenyewe unasema kweli ni shule, lakini kipindi cha nyuma kweli ilikuwa haipo. Na nafikiri kila utawala ulikuwa na kipaumbele chake, lakini kwa mama nafikiri ya elimu na afya na maji tumenufaika nayo. Vile vile, na maji tuna mradi mkubwa wa maji hapa. Umeona kwa kweli nyuma na sasa hivi ni tofauti. Awamu hii ya sasa hivi ya mama Samia, miaka minne tumeona hivyo tukimwongeza miaka mitano nafiri patakuwa pazuri zaidi. Hairati Ibrahimu Gora ni mwana kijiji wa kijiji cha Masange, wilaya ya Kondoa, mkoa wa Dodoma. Kwa kweli katika manufaa ya awamu ya sita tumenufaika vikubwa sana, hususan ni katika masuala ya maji. Maji yako vizuri, kila sekta imekamilika. Shule iko vizuri na wanafunzi wanasoma vizuri, majengo yote kwenye shule yetu ya sekondari yamekamilika shule ya msingi, shule ya msingi B ambayo iko katika kitongoji cha majengo, nacho kiko vizuri. Kuna pesa imeshaingizwa na ule mradi tayari unaendelea mpaka mwakani, hivyo tunatarajia shule yetu nyingine B. Mkuu wa Wilaya ya Kondoa Fatma Nyangasa ameungana na wananchi hawa katika kuadhimisha siku hii maalumu ya Samia Day, huku akieleza mafanikio ya serikali ya awamu ya sita na juhudi mbalimbali za serikali katika kuhakikisha kwamba inaboresha maisha ya wananchi hapa katika wilaya ya Kondoa na Watanzania kwa ujumla. Kwa ujumla wake kufikia miezi miwili iliyopita tulikwishapokea, ambacho tayari tulikwishakipokea kiasi cha shilingi bilioni sabini na nane kiasi cha bilioni sabini na nane, ndugu zangu ni fedha nyingi sana kwenye miradi na katika kipindi kifupi cha muda wa miaka minne, tukitoa hii miaka minne Daktari Samia Suluhu Hassan tukirudi nyuma, tuambiane ukweli, katika kipindi hicho cha nyuma tulipata shingapi? Miaka mitano ya nyuma hapo tulipata shingapi? Haikufika bilioni sabini na nane tunayoizungumza lakini leo katika kipindi cha miaka minne tunazungumzia bilioni sabini na nane ambazo mwanzoni hazikuwahi kutokea katika kipindi cha miaka hiyo kupata kiasi hicho cha fedha. Kwa hiyo kwa hapo tu peke yake, tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa fedha hizi na kwa miradi hii, tuna kila sababu ya kushirikiana naye kuhakikisha zile fedha alikoelekeza zinafanya kazi iliyokusudiwa. Tumekwisha idhinishiwa takribani bilioni mbili wiki iliyopita za nyongeza, kwa sasa tunaenda kupata kukamilisha kwenye bilioni themanini ndani ya kipindi cha miaka minne. Mama Samia oye Oy. Habari wateja wetu wazuri wa tableti zetu Tanzania. Tume restore tableti yetu pendwa ya KD55 yenye kioo display inch 8, uwezo wake ni gb 256 na RAM 8, inatumia laini mbili, macho matatu, pamoja na kava lake ambalo ni gumu, ambalo linasaidia ili siweze kuvunjika kwa urahisi. Sasa mtoto anaweza kutumia kama simu au kuwasiliana na wewe mzazi, lakini pia inakujia na game kibao, katuni na programu za kutosha kwa ajili ya yeye kuweza kujifunza, lakini pia ina zawadi kemkem, kama saa, ufutio, penseli na nyinginezo nyingi. Wai ofa yako ambayo itaipata kwa shilingi laki moja na elfu themanini tu. Kwa mawasiliano, tupigie nambari zetu ambazo ni 0759591123. tunapatikana Kariakoo jijini Dar es Salaam na pia tunafanya delivery katika mikoa yote. Usijisifu wewe mzazi kuchezea vifuu, mfanye mtoto wako afurahie utoto wake.